Matatizo letu kubwa kama nchi ni Ahithofeli, na nikisema Ahithofeli, na maana ushauri, na hili ni neno la wakati na lazima tuongee kwa wakati huu, kwa sababu ndio wakati tunapotakiwa kuongea haya. Samweli wa pili kumi na sita ishirini na tatu nisema hivi, na shauri lake Ahithofeli, alilokuwa akilitoa siku zile, lilikuwa kama mtu aulizwapo kwa neno la Mungu; ndivyo yalivyokuwa mashauri yote ya Ahithofeli kwa Daudi, na kwa Absalomu. Maana yake ni kwamba, yani huyu Ahithofeli ushauri aliyokuwa akimtoa kwa mfalme Daudi wakati ule na mtoto wake, uh, tunasema mwanamfalme au prince wakati ule, ilikuwa ni kama Mungu amesema. Yaani mtu anatoa ushauri wenye solution kwa mfalme, anatoa ushauri ambao ni mzuri, ambao unamsababisha mfalme aendelee kutawala kwa amani, asifanye makosa yoyote katika ufalme. Kwa hiyo ushauri wa Ahithofeli ilikuwa ni neno la ufunuo, yani alikuwa anapokea maagizo moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na huyu Ahithofeli wakati huo alikuwa akimcha Mungu na ndio maana Mungu alimtumia Ahithofeli, kama spika. Kama mfalme ana shida, basi Ahithofeli alikuwa anatumika kumshauri mfalme. Na tangu zamani au tangu kuumbwa kwa dunia, haya mamlaka yote unaona duniani, utawala wote unaoona duniani umewekwa na Mungu na hii tunapata kutoka Warumi 13:1, anasema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Maanake hizi mamlaka zote tunazoziona duniani zimeamriwa na Mungu na zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo hata Tanzania mamlaka na uongozi uliopo umeamuliwa na Mungu na umewekwa na Mungu, na, na tawala zingine zote. Kwa hiyo Mungu alivyoweka hizi mamlaka hakuziacha zihemi peke yake akaziwezesha uwezeshaji wake kwa kuwaweka na watu wengine wa kusaidia mamlaka hizi. Ndio maana a tunasema urais ni taasisi. Pamoja na kwamba tuna rais mmoja, lakini ule urais wenyewe ni taasisi. Maana yake ni kwamba chini ya rais kunakuwa kuna watu wengi, lakini wanaomsaidia kazi. Lakini pamoja na kwamba urais ni taasisi, ipo taasisi muhimu sana ya urais, inawezekana haionekani kwa macho wapo tunasema technocrat technocrat ni kundi la wataalamu linalomsaidia mheshimiwa rais lakini wapo politicians unaweza kuona kama baraza la mawaziri linamsaidia mheshimiwa rais lakini lipo kundi ambalo huwa halionekani linaitwa washauri ni watu wa muhimu sana anaweza kuwa sio waziri anaweza kuwa sio mwanasiasa anaweza kuwa sio lakini yeye anatumika kwa ushauri na ni, ni, tunasema ni huduma kubwa sana kwenye nafasi ya urais Ushauri ni moja ya title za Yesu. Rais ana title tatu: ni mkuu wa nchi, ni amiri jeshi mkuu na ni mkuu wa serikali. Sasa Yesu naye alikuwa na title zake nne, kama tulikuwa tunasema kwamba tunasema Mungu mwenye nguvu, Baba milele, mfalme wa amani, lakini alikuwa na mshauri wa ajabu. Maana yake ni kwamba Uh, Yesu ye mwenyewe ndani yake alikuwa yani na roho ya ushauri wa ajabu tukisema roho watu wengine wanashindwa kusema roho mtakatifu yaani roho ni uweza wa Mungu kwa hiyo ndani katika uweza nne ambazo Yesu alitembea nazo uweza mmoja wapo ulikuwa ni uweza wa ushauri wa ajabu kwa hiyo yeye baada ya kuondoka kama tunavyojua hii mamlaka ilipelekwa kwa wanadamu roho hii huwashukia wanadamu sasa tunahitaji washauri wa ajabu wa yaani tunahitaji mtu mshauri mwenye roho ya Mungu ndani yake na si mwanzo leo, wala katika falme hizi, wala katika serikali hizi, hata zamani katika serikali za wafalme wa zamani, kama huyu mfalme Daudi alimtumia Ahithofeli. Huyu mtu alikuwa anaitwa Ahithofeli, lakini sasa Ahithofeli alimshauri mfalme wa Daudi vizuri sana. Sasa mfalme Daudi aka mtoto wake anaitwa Absalom akampindua kwao, Daudi kabidi aende mafichoni, Absalom akawa ndo mfalme wakati ule. Sasa Ahithofeli alibadilika, yaani Ahithofeli alibadilika. Kwa hiyo jaribu kubwa la washauri huwa wanabadilika. Unaweza ukamchagua ana hekima ana busara, ukisha mweka kwenye nafasi ile, na yeye kama binadamu anaingiza ubinafsi. Ukisha ingiza ubinafsi, ubinafsi ni uchoyo, ubinafsi ni unafiki, ubinafsi ubinafsi ni mambo ya fitna. Unaona, ukisha ingiza mambo kama ayo, ina maana Mungu anaacha kufanya kazi na unaanza kutumia akili zako za ziada, ndio unakuta mshauri sasa anakushauri hata utumie nguvu zingine ambazo sio Mungu aliyekuweka pale, sio mamlaka ya kiungu inayokufanya wewe uwepo pale. Kwa hiyo unakuta washauri sasa wanaweza kufika mahali wanamshauri mfalme au wanamshauri rais aanze kutumia nguvu zingine, inawezekana ni nguvu za giza, nguvu mbaya ambazo sasa zitampelekea huyu mkuu wa nchi kufanya makosa na makosa yale yakifanya maana yake tayari sasa unaanza kukataliwa na Mungu, kwa sababu mamlaka iliyo kubwa ni ya Mungu. Hizi mamlaka nyingine zote zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo ukikataliwa na ile mamlaka iliyo kuu duniani ambaye ni Mungu, maana yake hizi hakuna mamlaka nyingine yote itakayokubali watu wa hawezi kukubali. Unaona? Kwa hiyo Ahithofeli akaona sasa ahamie tena kwa Absalom, kwa sababu sasa Absalom si ndio mfalme ujue, ni mfalme aliyepindua, lakini yeye anataka kuhamia kwa Absalom ili aendelee kupata aendelee kupata nini? Uh, mambo yake anayopata katika kile ile nafasi kwa sababu anajua tena mfalme hayupo huyu Daudi, sasa hana cheo. Mimi nitalipwaje maslahi yangu yatakuwaje? Kama nilivyosema, sasa mchoro yule ule Ahithofeli akabadilika, akawa chawa, akawa dini chawa. Unajua vice versa, au tunasema kinyume cha mshauri ni mchawa, <laughs> mchawa. Washauri counselors, wanabaki kuwa counselors na chawa wanabaki kuwa chawa kama chawa ni chawa tu, tunajua chawa ni nini. Chawa akikaa ndani yako anachofanya kazi kubwa, usifikie anakupenda. Chawa anakaa kwako ili akunyonye damu. Kazi ya chawa kubwa ni kunyonya damu. Chawa ni kama kupe, maana watoto wa siku hizi tukiwaambia chawa hawaelewi, kwa sababu siku hizi wanaenda saluni wapi, hata nywele hazina chawa tena, nguo hazina chawa. Unaona, chawa ni kupe, kama yule anayekaa kwenye ng'ombe. Unaona, sasa chawa yeye, chawa chakula chake ni damu, na ile damu ananyonya kwa yule anaye anaye anaye- anayeishi naye anaye kwa naye karibu anayemfanyia uchawa. Kwa hiyo chawa, siku zote ukiona chawa yote yuko karibu na wewe, usifikiri kwamba yupo kukusaidia, yupo kwa sababu yeye ananufaika pa. Mshauri, kwa sababu hiyo mshauri akibadilika kuwa chawa inakuwa ni tatizo sasa. Kuna sifa za uh, mshauri na kuna sifa za chawa, hizi ni muhimu sana tukazijua. Nitaanza namba moja, mshauri anakubalika na Mungu na wanadamu Ukishakuwa unamcha Mungu, utakubalika na Mungu na wanadamu watakukubali. Ndio maana utakubalika kuendea kwetu kwenye nafasi. Ukishakuwa chawa sasa, kuwa eh, msha- chawa huwa akubaliki na Mungu, yeye eh, anakubalika na wewe tu, anayekushauri wewe, anayekushauri unamkubali, lakini watu wanaozunguka au wanaokuzunguka wanakuwa mkubali ile chawa. Haya, mshauri anatumia hekima na busara Mshauri anatumia hekima kwa sababu hekima ni uwezo unaotokana na Mungu. Hekima usomi. Hekima ni wisdom ambayo Mungu anakusaidia unakuwa nayo. Na kuna hekima ya dunia na kuna hekima ya kimungu pia. Lakini unakuwa na busara. Chawa yeye hana hekima, hana busara. Chawa anatumia hisia zake binafsi. Yaani chawa chochote anachokushauri anatumia, anatumia hisia zake. Anachoona wewe unakipenda ndio atakachokuambia hicho tu. Mshauri ni mkweli haijalishi nini. Lakini chawa ni mnafiki. Ukweli wenyewe waga, waogopi mkubwa, waogopi mdogo, waogopi fedha au maskini. Ukweli wenyewe waga, unanyoka katikati, unatenda haki. Lakini unafiki wenyewe, una tabia ya wanaiona wana kweli, lakini anageuza kweli kwa uongo na uongo kwa kweli. Ndo unafiki. Hizo ndio tabia chawa. Sasa ni unafiki. Namba nne, mshauri ana nidhamu na tabia njema, lakini chawa hana nidhamu wala tabia njema. Yani, ni anajifanya, anajifanya onekane kwa, kwa anajifanya aonekane kwako kwa ana tabia njema anajifanya ni mwenye nidhamu, lakini hakuna chochote ndani yake, yeye hajawahi miliki nidhamu. a mshauri ana afya nzuri ya akili. Mshauri ana afya nzuri ya nini? ya akili, lakini chao, yeye hana hana akili yani hana afya nzuri ya akili, kwa sababu hata atumie akili bwana, yeye hana sababu ya kuwa na akili, kwa sababu hata atumie akili anatumia tu emotion na mihemko na akili yake inakuwa imepofoshwa na ule ubinafsi wake. Namba sita, mshauri anaangalia maslahi mapana ya jumuiya au ya watu wote au anaangalia haki, lakini chawa anaangalia maslahi yake binafsi. Mshauri ana uwezo wa kusema hapana. Mshauri wako ana uwezo, kansela anaweza kwambia hapana, hiki no, hata kama wewe ukichukia usichukie au kama unakipenda au ukipendi lakini chawa hana uwezo wa kukwambia hapana. Kila unachokitaka atakwambia ndio, hicho hicho, udumu, unastahili. Hana afu pia, kwa sababu hana akili, hana kitu mbadala. Lakini huyu mshauri ni mtu mwenye akili, kwa hiyo ana kitu mbadala. Wewe unaona hivi, lakini anaweza kaona zaidi ya vile unavyoona wewe. Namba nane, mshauri ana uwezo wa kunyamaza na kuongea kwa wakati sahihi. Ana uwezo wa kunyamaza na kuongea kwa wakati sahihi lakini chawa yeye hajui muda wa kunyamaza, muda wa kuongea. Unaweza kuona chawa saizi hapa, watu wanatakiwa wana huzuni, watu wanatakiwa watulizwe, yeye anaongea ongea tu vitu ambavyo vina maana, anazidi kuchochea moto. Hiyo ndio tabia ya chawa. Namba tisa, mshauri ana msimamo thabiti unaosimamia ukweli na haki. Mshauri ana msimamo unaosimamia ukweli na haki, lakini chawa anabadilika kutokana na maslahi. Yaani mshauri yuko thabiti. Leo upo, haupo, mshauri wako atasimama pale pale na atakuelezea. Ulitenda mema atasema ulikuwa unatenda mema. Ulitenda mabaya atasema ulitenda mabaya. Mshauri atakueleza ukweli wakati wote, habadiliki. Yeye yeah, anasimama na kweli na anasimamia haki. Lakini chawa sasa anabadilika kimaslahi. Leo upo kwenye nafasi chawa wako wewe. Ukiondoka kwenye nafasi chawa wa yule aliyokuwa kwenye nafasi. Ukiondoka una mchanganya yule mtu yule yule, aliyokuwa anamsifia sana huyu leo, yule yule kahama anamsifia huyu, huyo chawa. Haya, tuna kwenda namba kumi. Mshauri anatanguliwa na hofu ya Mungu, utu, haki na adabu. Anatanguliwa na hofu ya Mungu, utu, haki na adabu. Hizo ndio sifa za mshauri. Lakini chawa hana adabu, chawa hana utu, chawa hana hofu, anahofiaga kwa maslahi yake binafsi tu. Kwa hiyo hizo ni sifa kumi za kati ya mshauri na chawa. Kwa hiyo hizo ni sifa kumi. Sasa nini kifanyike? Mshauri wa ajabu. Yesu mwenyewe ndio mshauri wa ajabu. Na Biblia inamtaja Yesu kama Mungu mwenye nguvu. Inapofika mahali kama hapo, washauri nao wamegeuka, wamekuwa hawaeleweki au wameshindwa kukushauri, we hufanye nini kama mfalme we ufanye nini kama kiongozi wa taasisi ufanye nini? Rudi kwa mshauri wa ajabu ambaye ni Mungu akushauri nini cha kufanya, alichokifanya mfalme Daudi baada ya kuona Ahithofeli amegeuka, sio mshauri sasa, amekuwa chawa, amemgeuka Daudi, kwanza alirudi kwa Mungu. Kwa hiyo nawe kama kiongozi wa taasisi au kiongozi wa nchi unapokuta jambo ni gumu sana, rudi kwanza kwa Mungu, achana na wanadamu kama umekosa nyenyekea mwombe mungu msamaha nisamee mungu ninaomba hapa unipitishe unisaidie ninavuka vipi daudi naye akaomba akanyenyekea chini ya mkono wa mungu akamwomba mungu unaona eh akasema mungu ninaomba unisamee mimi daudi kwanza akanyenyekea alivyonyenyekea na kumwomba mungu baadaye akasema mungu ninakuomba jambo lingine la pili ninaomba ubadilishe hekima ile aliyonayo ahithofeli kwa sababu sasa ameniacha mimi, yuko na mtoto wangu. Wakati Daudi ana struggle arudi kwenye nafasi yake ya ufalme, yeye yuko kule na mtoto wa mfalme anakula bata tu Ikulu. Kwa hiyo Daudi akasema, naomba uitoe ile akili uliyompa. Daudi alijua kwamba hekima aliyokuwa nayo Ahithofeli haitokani na, na ujanja wake inatokana na Mungu na we, lazima ujue kwamba watu uliopewa kwa kusaidia kama wanaonyesha wana akili sana, ni washauri wazuri, ujue ile akili waliopewa wamepewa na mwenyezi Mungu, sio yao wenyewe. Kwa hiyo kama kiongozi unarudi unanyenyekea kwa Mungu, unamwambia Mungu nisaidie, na huyu anaye nigeuka, ninaomba Mungu pambane naye. Mungu alipambana na Ahithofeli akabadilisha ile hekima aliyokuwa nayo Ahithofeli, Mungu akaitoa. Daudi alimwambia Mungu, ninaomba ubadilishe akili ya Ahithofeli hekima yake ile ya Ahithofeli ushauri wake, Mungu hufanye uwe upumbavu. Turn it to foolishness, akamwambia badilisha, iwe ito foolishness. Mungu, kweli alichokifanya, akabadilisha ile uwezo wa Ahithofeli, ukabadilika akawa sasa, akatoa ile hekima juu ya Ahithofeli, akatoa ule uwezo wa akili na ushauri, alipotoa tu Ahithofeli alipo alipoambiwa aendelee kutoa ushauri kwa sababu Mungu naye amemwacha Ahithofeli, basi alishindwa kuendelea kushauri. Kwa hiyo Mungu akamwacha Ahithofeli, akamleta mtu mwingine, Mshushai, ehe, akaja pale, akaanza kutabi akaanza naye kuwa mshauri wa ajabu. Kwa hiyo yule Ahithofeli akawa ameachwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunachowashauri viongozi tunachowashauri wakuu wa taasisi, tunachowashauri viongozi wetu wa nchi, unapoona washauri wako hawaeleweki, usisite kumwambia Mungu hawaeleweki. Kwanza usisite kuchukua hatua, Mungu mwenyewe awashughulikie watoe, halafu mwambie Mungu, nipe watu wapya. Mungu atakupa watu wapya, utarudi tena kwenye nafasi yako, na usiogope kuchukua Uh, usiogope kubeba mzigo wako. Daudi alibeba mzigo wake, alikimbia ufalme, akabeba mzigo wake, lakini Mungu baadaye akamheshimisha Daudi kwa sababu alinyenyekea chini ya mkono wake, akamrudisha tena kwenye ufalme baadaye. Usiogope kuwajibika kama Esther alivyosema. Esther na yeye wakati fulani, uh, watu wake walitaka kuuawa, kuuawa, walivyotaka kuuawa Mjombake akamwambia Esther, wewe huko kabila letu, lakini waziri mkuu ameshatangaza tuwawe, na mfalme amelizia tuwawe, tusaidie kutusemea kwa mfalme. Esther akamwambia mmm, mjomba wangu, unajua saa hizi mfalme acha huko ndani hairuhusi mtu yote kuingia na ukiingia unauawa, na ndio sheria hiyo. Lakini mjombake akamwambia Esther, nani ajue kama ulijijia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Kwa mimi naomba niombe wazee wa Tanzania, ni nani anayejua kwamba mnaishi mpaka leo kwa sababu tu ya wakati kama huu? Wazee wenzenu wote mlioishi nao, nyinyi wenye busara ambao mmenye mazakia. Wazee wenzenu wote mloishi nao. Mlozaliwa nao wamekufa, si kwamba wao walitenda mabaya. Si kwamba nyinyi ni wema sana, lakini Mungu aliwaacha kwa wakati kama huu. Wenye hekima wa nchi Mungu aliwaacha wakati kama huu. Watumishi wa Mungu mnaomcha Mungu kweli kweli. Achana na wale ambao nao wanageuka chawa. Watumishi wa Mungu mnaomcha Mungu. Mnajuaje kama Mungu amewaacha kwa wakati kama huu? Mungu inawezekana amewaacha Simameni kwenye nafasi zenu niseme. Esther akasema haijalishi, kitanikuta kitu gani, mimi kama malkia nitaingia kwa mfalme, hata kama hairuhusiwi. Sheria yuhusu kwamba ukiingia saa hizi kwa mfalme unauawa. Kama kufa na nife, kama kuangamia na niangamie, ninaingia na kwenda kumwambia mfalme, kabila hili linataka kuuawa, ninaomba ufute amri ya kutoliwa hili kabila. Esther aliingia na Mungu akamsaidia, na kweli wale watu wakapona kwa sababu ya nguvu ya Esther. Kwa hiyo mimi nasema usiogope kuchukua hatua, chukua hatua. Mungu akikwambia achia nafasi, achia, kwa sababu yeye ndiyo anayejua kwa wakati gani atakupa. Daudi alikimbia akaachia nafasi. Maana ni kwamba Mungu alimwelekeza hapo, ilivyo sasa Daudi, no way out. Ondoka, achia nafasi, kwa sababu hali ilivyo utaangamia tu. Daudi akaondoka na alipoondoka akaachia nafasi, kama wache kijana wake, kijana wake akakaa pale, baadaye Mungu akaja kusema naye akamrudisha Daudi na watoto wake wakawa salama. Mimi maneno yangu kwa leo ni hayo na mimi kama Esta lazima nisemi, siogopi impact itakayotokea.